Mtazamaji, kulingana na habari ambayo tunaendelea kuipokea, kama vile unaona hapo kwa skrini, wanajeshi wa Tanzania wameweza kutoa honyo kwa maafisa wa polisi na kusema kwamba wakionekana wakisumbua tena waandamanaji wataweza kuwapiga risasi. Mtazamaji wangu, hizi ni habari ambazo zinaendelea kutokea. E, ni siku ya tatu ya maandamano Tanzania, mtazamaji wangu, na nataka ni kuoneshe tu vile, mtazamaji wangu, watu wa Tanzania wanaendelea kuripoti polisi kwa wanajeshi na wanajeshi wanasema kwamba sasa Polisi yakionekana, akipiga ama kuaras uh, mwandamanaji ataweza kupigwa risasi na wanajeshi. Kumeharibika Tanzania, mtazamaji wangu, tazama hii video vile watu walikuwa wanawaripoti wa polisi kwa wanajeshi <todicomu>

Tunakubali bwana, kweni nchi bwana. Eh, wametupiga marungu a kutosha bwana.

So, mtazamaji wangu hiyo ilikuwa jana, mtazamaji wangu uh, watu wakiripoti uh, mtazamaji wangu wa uh, polisi kwa wanajeshi na sasa tayari wanajeshi wameweza kuzungumza na wakasema kwamba hawataki kabisa kuona raia hata mmoja akiweza kuumizwa ama kuweza kufanywa chochote na polisi, wakati wanafanya maandamano ya amani. Mtazamaji wangu anasema kwamba hiyo ni haki yao ya kufanya maandamano na hawatazuiliwa uh, na mtu yeyote na kama polisi wakipatikana wakifanya hivyo basi jeshi wanasema kwamba wataweza wachukulia hatua hao polisi na watawapiga risasi. Mtazamaji wangu, kulingana na hizo post ambazo nadhani kwamba nimekuwekea hapo. So hii ndio mambo ambayo yanaendelea kutokea nchi jirani ya Tanzania. Leo imeingia siku ya tatu ya maandamano, mtazamaji wangu, kutoka siku ambayo walipiga kura tarehe 29 mpaka leo hii, mama Samia Suluhu hajawahi kuzungumza chochote, mtazamaji wangu, kwa sababu hatujui nani ambaye alishinda, kwa sababu mama Samia alikuwa anashindana na yeye mwenyewe lakini inazidi kushuhudiwa uh, Tanzania mtazamaji wangu, watu wanazidi kupoteza mali yao sana sana, uh, sana wale ambao walikuwa wanamsupport mama Samia Suluhu Hassan, mambo yanazidi kuharibika upande wao. Nimeona mwimbaji maarufu Diamond Platnumz pia ameweza kufuta zile uh, picha zote alikuwa anapiga na mama Samia, na zile picha zote za mama Samia ameziputa katika mitandao yake ya kijamii kwa sababu ya maandamano ambayo yanaendelea, mtazamaji wangu, ukizingatia kwamba jana Juma Jax ambaye ni mwimbaji pia ni star mwimbaji wa Bongo Flava. Pia alifahamiwa kwa duka yake na ikaweza kuchoma, mtazamaji wangu, ikaweza kuteketezwa. Duka yake ambayo ni ya manguo ikaweza kuteketezwa na akaweza kwenda hasara ya mabilioni ya mamilioni ya pesa, mtazamaji wangu sasa, Diamond Platinum sana ofia kwa sababu yeye ni mtu ambaye ona kampuni nyingi sana Tanzania, uh, huenda, uh, wana manaji wakaanza kufanya uharibifu katika kampuni zake na ndio maana ameamua mtazamaji wangu kuweza kufuta zile post ambazo alifanya na mama Samia Suluhu Hassan. Unajua, nilikwambia kwamba watu ambao, uh, walikuwa wanarudisha nyuma sana Tanzania ni yao, uh, celebrities, kwa sababu ukiangalia waimbaji wakubwa wote walikuwa wanamuunga mkono mama, ukiangalia uh, TV kubwa zote mama, online zote kubwa mama, sasa unapata kwamba wale influencers wakubwa Tanzania walikuwa wanamsupport mama, lakini bado wananchi hawajakubali kile ambacho wanauza watu wanasema kwamba mama tosha, lakini wananchi walikuwa wanakataa na, na wanaku, wanasema kwamba sisi hatujakubali bado na hiyo ndiyo jambo ambalo nimekuwa nikizungumza hata hapa nchini Kenya, mtazamaji wangu. Nimekuwa nikisema kwamba kwamba kwa, hata mtu kama kwa mfano William Samoe Ruto sasa, vile alimchukuanga Raila raila Odinga odinga, haikuwa inamaanisha kwamba italeta influence kubwa, ama watu wengi supporters wa Raila Odinga watahamia uh, kwa William Samoe Ruto, kwa sababu eti amemleta karibu Raila Odinga. Hiyo haimaanishi hivyo, na, hii ni 2025 na mtazamaji wangu, ni tofauti sana na 1990s hivyo na hmm. Huko 1980s ungefanya hivyo na ingefanikisha lakini saa hii ni tofauti sana mtazamaji wangu, so mama Samia hata baada ya kuwalipa kuwa na kuwakaribisha uh, karibu hawa wanamziki wa, wa wote wakubwa waimbaji wote wakubwa, celebrities wale socialites wote, ukiangalia walikuwa na msifu tu mama Samia, lakini bado wananchi walikuwa wanasema kwamba no, hata mjaribu kumuza aje hata mjaribu kumpaka mafuta vipi, hatuwezi tukakubaliana na mambo yake. So hii inafaa kufundisha wanasiasa wote, sio Tanzania tu, hata hapa nchini Kenya kwamba si kwamba eti kwa sababu sasa unaona babu Babu Owino anapendwa sana Nairobi, eti William Samoei Ruto sasa amwambie Babu Owino, nitakupa kiasi chochote cha pesa unataka ili uje kwa serikali yangu unisaidie nipate kura za Nairobi. Babu Owino akija hapo kwako kwa Kenya kwanza, atakuja na kura moja ya babu Babu Owino na maybe kura chache za marafiki zake, lakini haimaanishi kwamba watu wa Nairobi wote ambao walikuwa wanampenda babu Wino watakuja kupiga kura kwa William Ruto, kwa sababu babu Wino ame kwa sababu babu Wino ameingia ame kwa serikali hiyo, haiendi hivyo, na nadhani kwamba watakuwa wamejifunza somo kutokana na Tanzania, kwa sababu nimekuambia, watu wakubwa wote Tanzania wale ambao unawajua wale ambao wako na following kwa Instagram, unapata mtu ako na 10 million followers uh, 5 million followers au followers wote wamekataa kusikiza, hawa wasanii wanasema kwamba no, au mtu atupeleka mahali ambapo tunaona kuna shida. Mm. So, hapa nchini Kenya hiyo iwe somo kubwa kwamba hata ukinunua nani, hata ukinunua nani, hata ukinunua Uhuru, hata ukinunua Raila, hata ukinunua Kalonzo, hata ukinunua nani, haimaanishi kwamba wananchi watakufuata kwa sababu ya kununua mtu fulani. Kila mtu ana maamuzi yake, na ukinunua mtu ujua kwamba umenunua kura moja tu yake na sio wale wafuasi wake wote na hiyo ndio William Ruto alikuwa amejidanganya kwamba alipokuwa na Raila Odinga, Nyanza rijoni yote ilikuwa upande wake, na hiyo ni uongo. Hata tunaweza sema kwamba 30 tu ndio walikuwa wanamfuata Raila Odinga, lakini 70 walikuwa upande wao, kwa sababu Raila Odinga kwenda kwa serikali haimaanishi kwamba wao sasa uh, wote wamfuate wa mahali ambapo ameenda, so nitazidi kufuatilia hii story ambayo inaendelea upande wa Tanzania na nitakuja hapa hapa uh, ku make sure kwamba nimeweza kukufahamisha na kukuinform kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea siku hii ya leo. Uh, Tanzania, mtazamaji wangu, uh, un... sijui una maoni gani? Uniachie hapo chini katika sehemu ya comment section na usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Hii ni Jtany Daily Politics kwa sasa bye bye.